Chuma iko tayari Kigoma kwa ajili ya matumizi ya wananchi. <laughs> hmm. Iko tayari uh, kama utake kuoa <laughs> <Kama marabu, laughs> uolewe gari uolewe aa, wake utake kuoa <laughs> <kuowe. laughs> utaratibu wa nini sasa, ukitaka e, kuoa, katibu wa mbunge yupo <laughs> ambaye ofisi ya mbunge itakuwa ina operate kwa siku ndoa moja, hawezi ha, kuwa kahisha. Sasa mtaua hata kila kitu kwenye gari bana, bichi ile ziwa Tanganyika ah. Chuma iko tayari Kigoma kwa ajili ya matumizi ya wananchi, iko tayari <laughs> hmm. Uh, kama utaki kuoa uolewe wake utaki kuoa utaratibu wa nini sasa? Ukitaka kuoa katibu wa mbunge yupo hey, ambaye ofisi ya mbunge itakuwa ina opareti kwa siku ndoa moja hawezi kuwa kahahisha. Sasa mtaua hata kila kitu kwenye gari bana bichi ile ziwa Tanganyika Yes, uh, naitwa Clayton Revocatus Chipando almaarufu kama eh, Baba Levo. Moja kati ya vitu ambavyo nimevifanya kwa upendo wangu kwa mapenzi yangu mimi mwenyewe kwa wananchi wangu wa Kigoma Mjini nimenunua gari, gari hii hapa. Gari hii nimeinunua kwa sababu ya matumizi yangu mimi binafsi matumizi yangu mimi binafsi ya shughuli zangu mbalimbali ambazo nitakuwa nazifanya Kigoma, lakini gari hii pia nimewapa fursa wananchi wangu wa Kigoma mjini kuweza kuitumia pale ambapo mtu amefunga ndoa, ameoa au ameolewa. Na gari hii ukiweka mafuta uh, lita kumi na tatu ya elfu uh, kumi na tatu kama lita nne hivi yanatosha kabisa kukutoa nyumbani kukupeleka kanisani na kutoa kanisani kukurudisha nyumbani kisha kukutoa nyumbani kukupeleka uh, ukumbini kama utaenda ukumbini, lakini pia kutoka nyumbani kwenda msikitini kafunga ndoa, ukimaliza ukarudi nyumbani, kisha ukarudi kutoka nyumbani ukaenda ukumbini na kukurudisha nyumbani. Mafuta elfu nne yanatosha ma, ma, lita nne inatosha mafuta elfu kumi na mbili elfu kumi na tatu Sasa wapo watu wameongea baadhi ya vitu ambavyo kiuhalisia uh, mimi nawaelewa, lakini watabidi wao wanielewe mimi zaidi. Umenelewa vizuri, gari hili linafunguka. Mama Rubi, njoo hili gari linafunguka juu. Sorry mke wangu, nakufanyisha kazi ngumu ngumu, hizi ni kazi za wanaume, lakini sasa wewe ulipigania wananchi wewe. Eh, shika. Hee, moto! Angalia hapa, panda mke wangu, tufanye kama ndo tu, ndo sasa tunafanya sherehe yetu ile. Umeona hapa hapa usifunge mlango hapa eh, mtu anaweza akaingia kama hivi, uko na mke wako, nasalimia watu na vitu kama hivi hii, <laughs> hii nataka kuwapa nafasi wale ndugu zangu wa madereva wa bodaboda yeah, madereva wa bajaji, madereva watu wa hali ya chini, na wao wafil yale, ambao huwa wanayafilu watu ambao ni matajiri lakini hata kama ni mtu ni tajiri, ana nafasi ya kutumia gari hili kwenye harusi yake, kwa sababu wote walinipa nafasi ya kuwa kiongozi wao. Gari hili litatumika na mtu atapewa bure kwa ajili ya matumizi ya harusi yake. Cha msingi, tamwekea dereva, kwa sababu najua kuna mtu mwingine anaweza kumpa akaenda kaligonga gonga, lakini dereva atakuwepo ambaye dereva posho yake nitamlipa mimi mwenyewe. Wewe utaweka mafuta ya elfu kumi na tatu, yanatosha. Uwe tajiri uwe maskini ukioa njoo uchukue gari kwa ajili ya harusi.